Kuna watu katika maisha yako ambao wanakutabasamia mbele yako, lakini moyoni wanakuona kama tishio. Wanakusifu wakati ukiwa nao na wanakushusha pindi tu unapogeuka. Cha kushangaza, saikolojia ya watu kama hawa inaonekana kwenye tabia ndogo ambazo watu wengi huzipuuza. Leo nitakupitisha kwenye saikolojia saba ya watu wanaokutabasamia lakini moyoni hawakutaki hata kidogo. Namba tano huwa inafichuka tu kwa mtu ambaye akili yake imefika kiwango cha juu cha ufahamu. Kabla tujaanza, hakikisha unasubscribe kwenye hii channel ya Fikra Chanya sasa hivi, maana video kama hizi linazitua mara kwa mara, na kila moja inaweza kukusaidia kutambua watu wanaocheza na akili yako bila wewe kujua. sasa Tuingie kwenye mchezo halisi wa akili. Namba moja, wanakutabasamia lakini macho yao hayachezi. Tabasamu la kweli lina alama moja kuu, macho huingia kwenye tabasamu. Lakini tabasamu la mtu anayekuchukia lina kasoro, linaonekana kwenye midomo pekee. Psychologists wanaita hii Duchenne vs non-Duchenne smile. Watu wanaokuchukia hutabasamu kuonyesha hawana tatizo, wanajifanya marafiki na wanaficha nia zao, lakini macho yao hutuma ujumbe halisi baridi, kutokuwa na uzuri na ukavu. Watu wa aina hii hutumiwa na akili yao ndogo kuficha hasira, wivu au ushindani. Tabasamu ni kivuli, macho ndiyo ukweli. Kwa nini wanafanya hivi? utajua sababu halisi tukifika saikolojia ya namba 4. Namba 2, wanakupa compliment zenye sumu, wanatumia kile kinachoitwa backhanded compliments. Mfano, umekuwa ukionekana vizuri siku hizi, sijui nini kilibadilika, au sikujua unaweza kufanya kitu kikubwa hivi, au umefanikiwa, hongera, bahati yako ni nzuri sana. Compliments zao hazijajengwa kukupongeza, zinajengwa kupunguza thamani yako bila wewe kugundua. Saikolojia hii ina chanzo kimoja, inferiority. Wanahisi wewe uko juu, wao wako chini. Kwa hiyo wanakupa pongezi lakini ndani yake wanaweka tone ya kukuvuta chini. Namba tatu. Wanabadili energy ghafla ukiingia ndani au ukitokea. Kabla haujaingia wanaongea kwa nguvu, wanafurahia, lakini mara tu unapofungua mlango energy inashuka. Hapa kuna saikolojia inayoitwa resentful withdrawal. Ni tabia ya mtu anayekuchukia lakini anajificha. Miili yao hutuma ishara moja, hatujisikii vizuri wakati wewe upo. Kwa nini? Kwa sababu uwepo wako wanafanya wahisi ushindani, wivu kutokuthaminiwa wanapoteza utulivu bila hata wao kujua. Namba 4: wanapenda kukupuuza hadharani lakini kukutafuta faraghani. Hii saikoloji ni ngumu kuiona na wengi huingia mtegoni. Hadharani hawakupi heshima, wanafanyia utani unaokushusha, wanakatisha mudi ya kuongea, wanawapa watu wengine priority mbele yako, lakini faraghani wanataka msaada wanaomba ushauri, wanataka ufanye kitu kwao, wanakuambia usimwambie mtu tumekutana. Kwa nini? Kwa sababu mbele za watu wanataka ionekane hawana attachment na wewe, lakini faraghani wanajua thamani yako. Hii ni saikolojia ya mtu anayekuona kama tishio, si rafiki. Namba tano wanatumia selective empathy, wanakujali tu pale wanapohitaji kitu. Hii ndio psychology yenye nguvu kubwa sana. Si kila mtu anayeonyesha huruma na kujali, wengine hutumia huruma kama silaha ya kukufanya ulegeze ulinzi. Selective empathy ni pale mtu akikujali tu kwenye nyakati atakazonufaika, akikuonyesha huruma ili ajiongezee nafasi, akifanya kama anakuunderstand ili ujifungue akikusikiliza ili kupata intel za maisha yako, lakini siku ya wewe kumhitaji anakuwa bize, anajifanya hajui, anabadilika, anakukwepa. Hawa si marafiki, hawa ni opportunists. Namba 6: wanapenda kusikia habari zako mbaya kuliko nzuri. Jaribu tu kusema habari ya mafanikio, habari ya kupanda ngazi habari ya kuongezewa mshahara, habari ya kuonekana vizuri, habari ya mradi unaoendelea, basi tabasamu lalo litapungua mara moja, bila wao kujua. Lakini ukiwapasha, umeshindwa, umepoteza kitu, umekuwa stressed, mambo yamekataa, ghafla wanakuwa supportive sana. Hapa saikolojia ni moja tu, Schadenfreude, raha unayopata ukiona mwingine akipitia matatizo Watu wanaokutabasamia lakini hukuchukia hujificha kwenye aina hii ya furaha ya viza. Namba 7, wanajifanya hawana wivu, lakini tabia zao ndogo zinawavua nguo. Hawatawahi kukuambia wamekuonea wivu, lakini wivu wao unaonekana kwenye microbehaviors: kutotuma hongera kwa mafanikio yako, kuto comment kwenye kitu utakachofanikiwa kukatisha stori yako ghafla, kugeuza mazungumzo yaende kwao, kutotaka usonge mbele kuliko wao, kuonekana hawapendezi ukiwa na spotlight, kuonekana wanapooza ukipotoka kimafanikio. Hapa saikolojia ni ego insecurity. Wanachukia ukweli kuwa unawaacha nyuma. Kwa hiyo wanatabasamu ili wasionekane wabaya. Lakini mioyo yao imejaa comparison, insecurity na hidden jealousy. Kama umefika hapa, basi umeingia kwenye level ya juu ya social intelligence. Utaweza kutofautisha tabasamu la dhati na tabasamu la sumu. Subscribe ili video zinazofuata zikupe uwezo wa kusoma tabia za watu, akili zao na nafsi zao kwa undani. Share video hii kwa mtu yoyote unayemjua anadanganywa na tabasamu la uongo. Asante kwa muda wako, tukutane kwenye video inayofuata.